tokea leo ni wa, watu wa Rita wanakuja kuniuzia nyumba na kesi iko mahakamani tarehe ishirini na sita mwezi wa nane ndio tumeambiwa turudi mahakamani, na siku za nyuma alikuwa anapiga kesi mwenyewe pasipo kuniambia mimi. Mimi nilikuwa sijui, na nikapigiwa simu nikaambiwa madalali wamekuja, nikasema madalali wa kutoka wapi? Nikaja nyumbani nikawakuta kweli wapo, akasema hii nyumba wewe mama, umeshauziwa. Hii nyumba imeshauzwa, ustahili kukaa kwenye hii nyumba. Yuko mtu mmoja, sijui ni mjambazi, ana maalama huko kichwani, na mkileta fujo tuna bastola, tutavunja vunja miguu. Yeye ana pesa, yeye yuko bandarini, mke wake yuko, mke wake yuko ana shirika la viwango Tanzania Tanga amejenga mpaka magar... magorofa. Yeye sio mtu wa shida, kwa hiyo ameamua kuja kuninyanyasa mimi kwa sababu mimi sina kitu. Yeye ndio amemuua mume wangu kwa sababu mara ya kwanza alimfunga baba yake. kudu Mama Samia asikilize hili kwa jinsi mimi mjane ninavyonyanyaswa. Huyo kijana alikuwa hajagi hata nyumbani, amepata njia ya kuja nyumbani baada ya babake kufa. Amenitishia sio mara moja, sio mara mbili. Amesema akimaliza hili anakuja kuniuzia nyumba, kwa sababu mali zote huyu mama alizokuwa anauza mimi nasaini na wengine, kwa hiyo hata na mimi atakuja kuniuzia nyumba. Mtoto wangu akamwambia, ndio mahali utakako nijua mjomba rangi yangu janijua. Kwa hiyo na mimi niko tayari, namsubiri, msubiri na mimi amalize hapa, alafu aje aniuzie nyumba ha. Amesema mimi ndo msu, m, m, m, mimi ndo mwiba niliosimama upande huu. Angeshafanikiwa, lakini mambo yake mimi ndo nimeazuia. Ubi ushauri wangu amani wa aache hii vita, maana hii vita ni mbaya kwake. Yeye anaona anaenda pazuri, lakini hii vita ni mbaya kwake, asija kafikiri amefika wana wameandika barua yeye na mama yake wakapeleka kila mahali, wakanichafua mpaka nilikoolewa, wakapeleka kanisani, wakapeleka kila mahali barua yeye na mama yake. Mama huyo, wewe mama wangu mzazi, mimi sawa, barua za kunichafua aezijoe kwake, amna mauti, sisi ndo tutakufa na baba alo kufa. Ye atabaki umilele huku duniani na watoto wake awatatanga kama sisi tunavyopiga kelele barabarani leo kama vichaa. Sisi ndo baba yetu alikuwa mtenda dhambi mkubwa, ye ni mtakatifu, atairisi nchi na hisi ndo wale ambao sisi tukifa, wao watabaki duniani. Nashangaa ma, mama nateswa na nyie, tuko na sisi tuko tunaomba nyinyi serikali msaidieni mama na usi ake nahii hivyo nakaa peke yake. hii ndio naomba babangu. Kwa majina yangu naitwa Devota Francis Mwenda, mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba marehemu mume wangu alifariki, mume wangu wa ndoa, na ndoa yangu nilifunga mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu Tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi na mbili. Baada ya mume wangu kufariki, huyu kijana akaanza fujo na mimi. Alichukua kadi ya benki akaniambia, huyo kijana anaitwa Amani Stefano, alichukua kadi ya benki akaniambia, hii kadi inaonyesha inayoela naenda nayo Dar es Salaam ya baba, nilikuwa sijui kadi, yeye ndio amenionyesha, sijui ametoa wapi eh. elfu mbili na kumi na saba mwezi wa nane akachukua hiyo kadi akaenda nayo, akasema ngoja niende nayo Dar es Salaam, hii kadi inaonekana inayo hela. Akanipigia simu akaniambia, mama, nimemwona huyo mpangaji wangu anayefanya kazi benki amesema kwenye hiyo kadi kuna milioni mbili na laki na nne na, na laki nne akaniambia, nenda aliniambia nenda ukaripoti kwa mwenyekiti wa mtaa, nenda kwa mwenyekiti kwa, kwa mtendaji wa kata, ukishafika pale ukishaenda ukisha huko uende mahakamani. Nikaenda mahakamani, nikaenda kwa mwenyekiti, nikaenda kwa mtendaji, baadaye nikaenda mahakamani. Nilivyoenda mahakamani, tukaanza hiyo nanii. Sasa nikaenda ni, nika kunanii mirasi. Huyu kijana ni mtoto wa mke mwenzangu, aliondoka mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita. Nilivyoolewa mimi sikumkuta huyo mama, sijakuta hata nyumba, mimi ndo nimejenga e. Baada ya hapo huyo kijana akaja hapa, mimi ndo nimemwambia kuna mtu anataka kunani kuweka timba, akaniambia basi mtakuja, akaja akamwambia huyo kijana nani hiyo timba hiyo timba iliwekwa hapo, akani akamwambia huyo kijana, nitakuletea, ngoja nikachukue, ngoja nikachukue ka, nikachukue nani mkataba, nitakuletea mkataba mimi mwenyewe. Akamletea mke, mke wake akaleta huo mkataba. Baada ya kuleta huo mkataba, akauweka. Mimi najua tu ni mtu mzuri, alikuja siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili yule mwanamke akaondoka. Jumatatu hawa watoto, kuna mtoto wangu mkubwa akaja akaniambia mama, akamwambia mama mimi eh, ndio nimemuuliza, akasema huo mkataba uko wapi? nikamwambia wifi yako amechukua. Akaniambia wewe ni mwoga sana, wifi yako huyo ajakwa nini ukamwachia akachukua huo mkataba? Nikamwambia ngoja nimpigie simu nikampia nikampigia simu akaniambia, huo mkataba sio wa kwako wala haukuhusu. Kilichotokea <tosimu> leo ni wa, watu Warita wanakuja kuniuzia nyumba na kesi iko mahakamani, tarehe ishirini na sita mwezi wa nane ndio tumeambiwa turudi mahakamani, na siku za nyuma alikuwa anapiga kesi mwenyewe pasipo kuniambia mimi, mimi nilikuwa sijui na a, a, akaweka na nani na, na, wake mwanasheria wake. Jambo la pili, akae akatafuta mtu mmoja anaitwa Kikoti Simon Moleli. Huyo Simon Moleli akasema ndio ndugu wa marehemu, na wakati marehemu alikuwa hana ndugu, ni yeye peke yake. Ndugu zake wapo wababa mkubwa na wababa mdogo wapo, lakini kwa kuzaliwa yeye peke yake, na ndugu dada zake wako wawili. Warita ndio wamekuja amesema yeye ni nani, mwanasheria wa serikali. Lakini kuanzia juzi walianza kuja, na wakati mimi nilishachukua, nilienda nilichukua barua, nilimwomba nani, mwanasheria wangu aniandikie barua ya kuhusu kesi mahakamani, mwenendo wa kesi. Nikachukua barua ya kwanza nikapeleka kwa OCD, nikachukua barua ya pili nikapeleka kwa kwa mkuu wa wilaya, nikachukua barua ya tatu nikapeleka kwa afisa tawala, ya nne nikapeleka kwa mtendaji wa kata, ya tano nikapeleka kwa mtendaji wa mtaa. Wakati ninakuja nyumbani na nikapigiwa simu, nikaambiwa madalali wamekuja. Nikasema madalali wa kutoka wapi? Nikaja nyumbani nikawakuta kweli wapo. Akasema hii wewe mama umeshauziwa hii nyumba, imeshauzwa hustahili kukaa kwenye hii nyumba. Yuko mtu mmoja, sijui ni mjambazi, ana maalama huku kichwani, na mkileta fujo tuna bastola, tutavunjavunja miguu. Miko yangu mimi makubwa, naomba Mama Samia asikilize hili kwa jinsi mimi mjane ninavyonyanyaswa huyo kijana alikuwa ajagi hata nyumbani, amepata njia ya kuja nyumbani baada ya baba yake kufa. Baba yake alivyofariki ndio ameanza kuja, alikuwa akanyagagi nyumbani, watoto walikuwa hawamjui. kayelo doisi, nimesikia amekuja, sijui yuko wapi, yeye anaishi Dar es Salaam. Yeye ana pesa, yeye yuko bandarini, mke wake yuko, mke wake yuko ana shirika la viwango Tanzania Tanga, amejenga mpaka magorofa. Yeye sio mtu wa shida. Kwa hiyo ameamua kuja kuninyanyasa mimi kwa sababu mimi sina kitu. Ndiyo imetumikwa kwa sababu mimi ninaomba, unaona upande mmoja ndio wa maana ndio wanaelemea wana, wana, wana, wana, wana upande mmoja hata wale walivyokuja pale, kwa nini hawajaja na hao hawa watu na wapo na wamejificha? Ndiyo, wako wamejificha, alafu mimi nina, wana, nani wananilazimisha ni saini niandiki, sija sign nikawaonyeshe mipaka ni mipaka gani, nitakuja kuonyesha, nimekataa. Ni, ni mimi msimamizi wa mirathi, yeye ni msimamizi wa familia. Labda alikuwa anataka kunioa mimi, ndio maana ananifanyia hivi visa. Amempa amemuua baba, hajaumwa yeye, ndio amemuua. Kwanza kabisa alikuwa hajaji nyumbani. Ngoja nikwambie, nyamaza. Ngoja nikwambie, nyamaza yeye ndio amemuua mume wangu kwa sababu mara ya kwanza alimfunga baba yake kudu, nikamwita balozi akaja akamfunga akamwambia, lalashe huko pamoja na sisi, lalashe akakimbia, akaenda kumwita mwenye, akaenda kumwita balozi. Mara ya pili baada ya kumfunga baba, ba, ba, alimfunga baba yake kudu alimfunga baba yake kudu kwa sababu alikuja pale nyumbani akiwa na msichana mmoja anaitwa Tatu. Huyo Tatu alikuwa ni mwanamke wake. Sasa baba ali, alichukizwa na jambo kama hilo. Baba alivyorudi yule kijana, baba akatoka nje akawa anajisaidia hapo nje haja ndogo, ndio yule baba, wewe mzee mpumbavu sana wewe, kwanza unaweza ukawakili hata watoto wake. Ndio akakimbia akaja akamfunga baba yake kudu. kudu nani mimi nikamwombea msamaha baba yake akampokea. ya marehemu Stefano Kibobori mimi eh? alikuwa ye, anaw, mimi na watoto saba na yeye eh, yule mama mkubwa na watoto watatu, jumla ni kumi. Lakini mtoto wake mkubwa wa kwanza kuanzia mpaka sasa hivi niko naye na ninaomba mumuhoji atawaeleza zaidi mtoto wake wa kwanza ninaomba mumoji, kwa sababu labda mengine ninasahau, maana hii kichwa yangu haifai. Na huyu kijana ali, muulize, mwambie alikuja kunishika miguu akiniomba msamaha. wa nini alinishika miguu yangu ananiomba mimi msamaha? alikuwa ananiomba msamaha wa kazi gani? alitaka kumbaka mtoto wangu uy. mimi naitwa Rehema Stefano Kibobori. Mimi ni mzaliwa wa kwanza wa Stefano huyu, Amani ndio mdogo wangu alionifuata mimi, tuko watatu. Tuliachwa na mama tukalelewa na bibi. Tulivyolelewa na bibi, baba akamwoa huyu mama, alivyoolewa akatukuta tuko na bibi, akatulea yeye, huyu mama, mpaka hapo mwisho kila mtu alivyokuwa mtu mzima. Baada sasa ya baba kufariki, siku ya arobaini tukafanya kikao kile cha arobaini. Amani akaulizwa kuna tatizo, kila mtu akaulizwa kuna tatizo, tukasema hapana, hatuna tatizo. Tukaambiwa tuchague msimamizi wa mirathi nani, sisi kama familia tukamchagua mama. Tukaambiwa tuchague msimamizi wa familia tukamchagua yeye, na baadaye Amani akasema mali zote baba alizoziacha ni za huyu mama, asiguswe na mtu wa aina yoyote. Tukakaa baada ya hapo, baada ya hapo kidogo tukashangaa maana ameenda kuanzisha nini? Kesi ya kusema anadai sio anaweka moja aliopewa na baba. Mama akamwambia, mimi sijui shamba uliopewa na baba yako. Maana baba yako hajawahi kuniambia amekupa nini? Tofauti na zile ulizouzaga ndo zilikuwa mali ya zako na kila mtu amepewa za kwake. Kila kijana amegaiwa za kwake. Sisi wasichana tumegaiwa sehemu zetu. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote aliyokuwa anadai nini? mali na ili eneo analodai ni la kwake, sio eneo la baba, ni eneo la babu, alimpaga huyu mama kama zawadi ili eneo. Baada ya baba akupata hela, akamwambia mama, naomba tujenge nyumba za, za, za, za, zitakazo tusaidia hapo kwenye hilo eneo lako, maana ili eneo sio la kwangu, najua ulipewa na baba mkwe wako. Ndio mama akamwambia sawa, kwa sababu ni mali yetu sote, jenga, haina shida kwa hiyo sasa Amani alivyoanzisha vita ndo akadai kwamba zote, akaenda kuandikisha kwamba ni mali za baba zote, ndo akaenda Rita, ndo ikawa hivyo. Ilivyokuwa ni tamaa, wala hana shida yoyote, ni tamaa, ni tamaa nayo, kwa sababu hana shida yoyote. Hakuna aliyekuwa mpenzi wa huyu mama kama yeye. Tulikuwa tukiongea kitu sisi watoto wengine, mpaka amwambie yeye yeye ndo alikuwa anamsikiliza lakini kila mtu sasa hivi hata boma hata nani wanashangaa alivyokuja kumgeuka kwamba amemgeukaje wakati alikuwa kipenzi chake. Hakuna, huyu mama hajawahi mkosea. Amani alikunywa sumu, huyu mama akakojoa mkojo akanyweshwa akapona. Sawa na mengine hayo aliyomfunga baba kudu, aliyoyafanya yote, kila mtu anashangaa sasa hivi kwa kwahiki Amani anachokifanya. Tuliitwa kwenye kikao cha mkuu wa wilaya siku hiyo tuka mali zikaorozeshwa, ikapangwa mgawanyo, tukaulizwa sisi, tukasema sisi watoto wengine wote za kwetu aziuzwi, zitafutwe hela za kupewa amani na huyo mdogo wake, hizi mali zingine zibaki kwa mama ale wakati akiwa hai. Ndio mapatano yetu tulivyopatana siku hiyo huko na Amani. Hata sasa hivi hapo wanakojificha wako naye na amenitishia, sio mara moja, sio mara mbili. Amesema akimaliza hili anakuja kuniuzia nyumba, kwa sababu mali zote huyu mama alizokuwa anauza mimi na asai na wengine. Kwa hiyo hata na mimi atakuja kuniuzia nyumba. Mtoto wangu akamwambia ndio mahali utakako nijua mjomba rangi yangu janijua ya. Kwa hiyo na mimi niko tayari namsubiri, na mimi amalize hapa, alafu aje aniuzie nyumba. Ndio maana amesema mimi ndio mimi ndio mwiba niliosimama upande huu, angeshafanikiwa lakini mambo yake mimi ndio nimeazuia na Godfrey ndio hapana, hakufunga mama, hakufunga ndoa mama. Ameondoka sabini na sita, ameniacha mimi nikiwa darasa la kwanza, nikalelewa na bibi. Ndio mpaka huyu mama alivoolewa, ndio ana cheti chake kabisa cha ndoa kabisa kabisa, anacho hata sasa hivi, mkitaka atawapa. Aubi ushauri wangu amani, aache hii vita maana hii vita ni mbaya kwake. Yeye anaona anaenda pazuri, lakini hii vita ni mbaya kwake, asija kafikiri amefika wala amefanikiwa. Mimi naongea nasema, aache hii vita, kwa sababu angekujaga kwa amani, kwa upendo kama mwanzo, angefaidi vingi, lakini sasa hivi kwa sababu anakuja kwa vita, aache vita. Vita itaishia pabaya. Wameandika barua, yeye na mama yake, wakapeleka kila mahali, wakanichafua mpaka nilikoolewa wakapeleka kanisani wakapeleka kila mahali barua yeye na mama yake. Mama yake wewe mama yangu mzazi mimi, sawa? Barua za kunichafua wamepeleka kanisani manemane, wakapeleka kwenye kata, wakaleta boma lilo olewa, wakapeleka kanisani kwangu Moshono, wakaleta kwenye boma. Sasa uzuri wa boma wananijua kama mimi ni mbaya au ni mzuri, hiyo ya boma haijalishi, lakini amani alitafuta sawa kuniharibia na kilichosababisha, naongea ili asikie na dunia isikie. Siku ya arobaini nilidai eneo langu ambalo nilipewaga na babu, sawa. Tukawa tumepishana na baba kauli kidogo tu, sindio? Tukajaga tukamalizana na baba, yeye hajui, sawa. Akaniambia siku hiyo, katikati ya wazee wa ukoo, niende nikamfukue baba ili aje anipe nini hilo eneo sasa, na mimi nasema najitoa sadaka, na yeye akamfukue aje ampe hicho anachotaka kupewa. Kwa nini? Roho so, ya tamaa imemwingia, hajatumia hekima. Kwani angekuja kwa hekima ange akaongea na mama yake kama alivyokuwa wanapendana, angemnyima nini? aezi joe kwake hamna mauti. Sisi ndio tutakufa na baba alio kufa, yeye atabaki umilele huku duniani na watoto wake hawatatanga kama sisi tunavyopiga kelele barabarani leo kama vichaa Die. Sisi ndo baba yetu alikuwa mtenda dhambi mkubwa, yeye ni mtakatifu atairisi nchi, na hizi ndo wale ambao sisi tukifa, wao watabaki duniani eh. kwa sababu angekuwa anajua kuna kufa. Maana mmoja juzi alisema kati ya madalali hakuna laana, laana inatupwa kwenye dustbin. Nikamwambia we, panda mbegu mbaya kwa watoto wako kama uone kama hawajateseka kama sisi tunavyoteseka kila siku kupanda mahakamani miaka tisa mimi siogopi, maana hata huko mtaani nilikoolewa mama yangu anapita ana, anasema huyu sio mtoto wangu, mbingu inajua na ardhi inajua. Biblia imeniambia laana isiyo na sababu sawa, hainikuti na nasimama kwenye haki ya Mungu, sisimami kwenye dhuluma. Ni mtoto wake, amenizaa, amenibeba miezi tisa nampenda, lakini anachokifanya siogopi hata abinuki ainuki, hata laani hai nikuti, ingesha nikuta huko kote waliko nichafua, mwambie boma bomasiara, napendwa kama malkia. Mtu ambao anaongelewa, huyu mtoto anaongea kitu ya kweli. Dada yake nanio mi dada yake boboni nii njo a mwisho nayendo, ndio mwisho kwa baba. Kweli niolewa, lakini sijaenda mbali, niko karibu na boma na kwetu. Maelezo yote ni kweli, hii mtoto anaongea huyu. Mama ndiye amelea mali yote ni yai mama, hatamna shanga. Sasa hivi mtoto ameshaenda na baba yake na, na mama yake hayuko kwenye boma, akaja kusema hii boma ni ya mali ni ya kwake. Nikija hapa kwa nyumbani, salimia ya wasasi wangu, hii mama ndio mama yetu ya pili Baba amefariki, mama amefariki. Uh, huyu ndio amenilea sisi. ile mama mama amini hayuko, huyu ndio tunajua, ndo mama yetu, ndio tunakaa naye mpaka sasa hivi, asababu nitoka hapa Moshono na shangaa, hii mama anahuswa mkiwanja, hajawahi kumuita sisi hata aseme tuite ile ndizi. Tumebaki wawili kwenye boma baba, hatuna ndugu ingine ya kiume, tusi tumezika kakaangu na baba amekufa, hatuna ndugu tena anaume, mimi tu na dadangu. Basi sasa nashangaa ma, hii mama nateswa na nyinyi, tuko na sisi tuko tuo. Tunaomba nyinyi serikali, msaidieni mama na usi yake, na hii hivyo nakaa peke yake, hii ndio naomba babangu. Naitwa Baraka Sulus, ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Ya siku ya leo kuna mnada ambao inasemekana kwamba umefanyika hapa, na mimi ndio nimefika muda si mrefu, nilikuwa kwenye majukumu mengine ya kikazi, nimefika nikakuta kwamba tayari inavyosemekana kwamba mnada umeshafanywa. Sasa hili ni swala ambalo linahusiana na mambo ya mirathi, ni shauri la mirathi ambalo lilitokana na shauri namba 26 la mwaka 2022 ambalo kimsingi lilikuwa limeanzia mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini ambayo inafahamika kama mahakama ya Maromboso kwa watu wengi, nadhani munaifahamu hiyo. E, mahakama ya mwanzo ilimteua Mama Devota Kiboboli Mole kuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu mume wake. Akajitokeza inayofahamika kwamba ni kijana wake mmoja ambaye aliamua kukata rufaa kwenye mahakama ya wilaya akipinga uteuzi wa mawadevota kuwa msimamizi wa mirathi hiyo. Mahakama ya wilaya ikathibitisha uamuzi wa mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini, kwa maana kwamba ile rufaa ilipigwa chini. Kwa hiyo huyo bwana hakuweza kuridhika, kwa sababu ni haki yake ya kikatiba, kama kwa raia yoyote ambaye ajaridhika na maamuzi, anakuwa na haki ya kukata rufaa akakata rufaa kwenda mahakama kuu ya Tanzania ambapo mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Arusha kupitia Mheshimiwa Kamuzora ilikubaliana na hoja ya kisheria ya kwamba fomu namba mbili ya mirathi haikuwa imejazwa kwenye mahakama ya mwanzo, na hivyo ikafuta maamuzi ya mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini na vile vile maamuzi ya mahakama ya wilaya ambayo ilikuwa imebariki yale maamuzi, lakini mahakama kuu hiyo hiyo ikaendelea kutoa amri au maelekezo ya kwamba shauri lianze upya mbele ya hakimu mwenye mamlaka kamili ya kisheria. kwa lugha yetu ya mahakamani kule ya Kiingereza ile hukumu pale kwenye mstari wa mwisho ilieleza kwamba the matter has to start afresh before the magistrate who has a competent jurisdiction. Hayo ndo yalikuwa ni maamuzi ya mahakama kuu ya Tanzania kwenye shauri namba 26 la mwaka 2022 upande ule amba ule ambao ulikuwa umekata rufaa kwa mara nyingi kwa, kwa mara mbili haukuridhika na mwenendo ule na wala haukufuata maelekezo ya mahakama kwamba warudi kwenye mahakama yenye hakimu ambaye mwenye mamlaka ya kutoa maamuzi. Ikaenda ikaanza kusikilizwa mahakama kuu. Sasa hapo, badala ya kwenda kwanza kusikilizwa kwa hakimu kwa mujibu wa maelekezo ya awali ya mheshimiwa Jaji Kambuzora aliyoelekeza kwamba yaende yasikilizwe kwa hakimu mwenye mamlaka ikabidi lita wakafaili maombi mahakama kuu, mahakama kuu ikayapokea, ambako mheshimiwa jaji naye alikubali na hoja za jaji wa awali kwamba shauri lianze upya, na mpaka sasa hilo shauri bado liko mahakamani, linaendelea linakuja kutajwa tarehe ishirini na sita mwezi wa nane saa tano asubuhi. Na amri ya mahakama iko wazi, iko very clear inasema ya kwamba all beneficiaries to attend, kwamba warithi wote wanatakiwa wawepo mahakamani tarehe 26 saa 5 asubuhi bila kukosa.